Jude yenye zito, tuko na mjumbe wa bodi ya ushoroba wa kati. Atatueleza nini ushoroba wa kati unahusika na masuala gani? Kutana nasi ili kujifunza. Karibu. Uh, asante sana ndugu mtangazaji. Awali ya yote, ushoroba wa kati au central, wengi wanaita Central Corridor, unajulikana kama the Central Corridor Transit Transport Facilitation Agency. Ushoroba wa kati ulianza Septemba mbili mwaka elfu mbili na sita ukijumuisha nchi za Rwanda, Burundi, uh, Tanzania, Uganda na Congo. Zilikuwa nchi tano zikasaini makubaliano uh, ya pamoja kuweza kurahisisha usafirishaji wa bidhaa za transit ambazo zinakwenda kwenye nchi zao. Na tukisema ilikuwa kwa nini hasa walianzisha umoja huu, ilikuwa ni kuondoa vikwazo mbalimbali vya kibiashara kama kanuni za World Trade Organization zinavyosema kwamba hizi nchi hazina bandari, bandari yake inayotumia ni Dar es Salaam, kwa hiyo tunasema ni ni land linked countries ambazo ziko ni zinapakana na nchi ya Tanzania, kwa hiyo wote waliamua kukubaliana na kusaini, kuhu, kuhu, kusaini makubaliano yao, na ndipo ilipozaliwa Central Corridor, au kwa Kiswahili tunasema ushoroba wa kati. Ilipofika mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, tulikubaliana kwamba tuziingize Zambia na Malawi kwa sababu na zenyewe ziko kwenye ushoroba wa kati, na tunaposema ushoroba wa kati ni kwamba unachukulia barabara ya Morogoro road unakwenda nayo, ikifika Morogoro inachepuka inaenda huko Dodoma, Dodoma inaenda Uganda, inaenda Rwanda, inaenda Burundi. Lakini ukija huku upande huu, huu wa pili unakwenda nayo mpaka Tunduma, inaenda moja kwa moja mpaka Lubumbashi na ni vile vile na ile nyingine inakwenda kutokea mpaka Burundi Burundi Kivu, Kivu Bukavu. Kwa hiyo ndio maana wakaamua kwa pamoja kwamba waunde ushirika wao ili waweze kutatua changamoto mbalimbali zina wanazokumbana nazo kwa ajili ya kuingiza mizigo yao kwenda nchi zao. Baada ya hapo, ushoroba wakati kuna mambo mengi ambayo inafanya kwa mfano sasa hivi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ime ina, inajenga reli ya mwendokasi kutoka Dodoma kwenda Kigoma, na ambapo kutoka Kigoma kwenda Bujumbura na Kivu, tayari Central Corridor anakuwa anakuwa na an, an, an, anasaidia katika uwezeshaji kutoka Bujumbura kwenda DRC. Uh, baada ya hapo pia inarahisisha kuona kwamba hizi nchi zilizokuwa wanachama zinashirikiana kwa kutumia bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo huu ndio maana ya halisi ya ushoroba wa kati. Sasa tukija kwenye kwenye kwenye uchumi wa kijani, Uh, katika kanuni katiba yetu ya inayotuunganisha inayotu pamoja hizi nchi saba tunacho kipengele ambacho tunatakiwa twende kwenye uh, tutumie usafiri ambao ni rafiki wa mazingira, na pamoja katika urafiki wa mazingira inatupasa